Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, wanasema mnyonge mnyongeni lakini haki yake mpeni. Mimi nasema hapana, mnyonge mpe haki yake kabla hujamnyonga. Hapa hatuna budi kulipongeza shirika la Door of Hope Tanzania ambalo leo tumeshuhudia eh, linagawa mabegi kwa wanafunzi karibu 42 wa shule ya msingi Moma ambao wanapatikana kwenye kata ya Moma halmashauri ya wilaya Mtwara, ya Mtwara mara baada ya wanafunzi hao kufanya vizuri. Ahadi hii ilitoka siku ya tarehe 18 ya mwezi wa 8, 2025, mara baada ya mkurugenzi wa shirika la Door of Hope Ndugu Clemence Mwombeki kutembelea kwenye shule hii ya msingi Moma na kuahidi wanafunzi hawa kama watafanya vizuri, basi atawapa e, eh, zawadi. Na ndicho kilichotokea mara baada ya wanafunzi hao kufanya vizuri. Ahadi hiyo imetimizwa imetimizwa siku ya Desemba 12, 2025. Faida Online TV watu wa field pasna hiana fika Moma kwa ajili ya kuweza kuandolea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe kwa like na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field, tafadhali baki nasi. Kwa majina naitwa Betelda John Rakatare. Nafanya kazi na shirika la Door of Hope Tanzania kama mwanasheria wa taasisi. Um, siku ya leo tulikuwa na ugawaji wa zawadi ambao tuliahidi kugawa kwa wanafunzi watakaofaulu darasa la saba kwenda kidato cha kwanza katika shule ya msingi Moma. Na wanafunzi hao walibahatika kufanya mitihani, walifaulu. Na tulipata taarifa hiyo, hivyo tumekuja leo hapa shuleni, shule ya msingi Moma, kwa ajili ya kutimiza ahadi yetu ya kugawa zawadi hizo. Na zawadi tulizogawa, tumegawa mabegi na madaftari kwa wanafunzi wote waliofaulu kwenda kidato cha kwanza waliopata daraja B na C. Kwa majina anaitwa Jessica Mhagama. Nafanya kazi na shirika la Door of Hope Tanzania kama afisa utawala. Tumefanya shughuli hii kama kutoa motisha kwa wanafunzi lakini pia kutia moyo kwa wanafunzi ambao wamebaki na kutoa somo kwamba waendelee kusoma kwa bidii kwani motisha ziko nyingi na faida za kufaulu ni nyingi na pia asasi kama sisi huwa tunawaangalia watu ambao wanafanya vizuri kwenye jamii. Kwa hiyo, siku ya leo tumekutana na wanafunzi pamoja na wazazi pamoja na walimu wakiwa kama sehemu ya mchakato wetu na pia wamelifurahia jambo hili, wamepongeza taasisi na pia wameshukuru kwa kitu ambacho tumekifanya. Kwa majina naitwa Mwalimu Saidi Mkova Ibrahim, ndio mwalimu kiongozi msingi Moma. Kwanza nashukuru nimepokea msaada kutoka kwa kwenye shirika lisilo la kiserikali linaloitwa Door of Hope, ambao ni mlango wa matumaini, wa mabegi na zawadi za madaftari kwa wanafunzi waliofanya vizuri katika mtihani wa upimaji wa mwaka 2025 darasa la saba zawadi hizo katika wanafunzi 42 waliopata zawadi leo, wanafunzi 14 wamepata daraja B wamepewa begi na pamoja na madaftari matatu ndani ya hizo begi, lakini wanafunzi 28 waliopata daraja C wamepewa begi pia na daftari mbili zikiwemo kwenye hizo begi. Na zawadi hizi zitakuwa ni chachu ya maendeleo kwa wanafunzi wanaoingia darasa la saba mwaka 2026, naamini utakuwa na ujumbe mzuri kupitia zawadi hizi za leo. Kwa majina, anaitwa Ambaru Silvesta, kaimu afisa mtendaji wa kata ya Moma. Tunawashukuru watu wa Door of Hope au shirika la Door of Hope Tanzania kwa kitu ambacho wametuletea sisi kwa binafsi kama serikali, kwanza tumefarijika, wametupa funzo moja ambalo kwamba jamii kama jamii, baada ya kuona hivi, imewahamasisha hata wao kuona kwamba elimu ina muhimu fulani katika jamii yetu. Jina naitwa Zainabu Ali Namkwanga, ni diwani wa kata ya Moma. Tunashukuru sana kwa shirika hili Door of Hope kwa msaada wao mkubwa ambao wameufanya, yani nawasaidia sana kuwapunguzia gharama wazazi kwenye daftari pamoja na mabegi ya kuto kuangaika tena kutafuta vitu vile tena, bali wazazi watajikunja kwenye mambo ya uniform, viatu na vitu vingine ambavyo vidogo vidogo, michango ya shule ambayo kama imeagizwa kwenye fomu zao za maandalizi. kwa jina naitwa Hasani Muhidini, ni mzazi wa Buruhani Hasani ambaye amehitimu msimu uliopita darasa la saba. Kwa hiyo kwa mimi kama mzazi sijawahi kuona shirika lolote na linasaidia msaada kama huu. Kwa hiyo hawa nawapongeza kwa asilimia mia moja kwa kile ambacho walichokifanya katika tukio la leo hapa. Kwa majina anaitwa Fauzia Ismail Chikapu, ni mzazi wa mwanafunzi aliyohitimu darasa la saba katika shule ya msingi Moma. Nimejisikia furaha tena isiyo kifani kiukweli, imenipunguzia majukumu kidogo, kwa sababu kama nitaka kununua begi na maana begi nimepunguza nitanunua unifomu, nikipotaka kununua mkebe nimepunguza nitanunua viatu. nita nita nita. Kwa majina naitwa Baraka Omari Selenge, nimehitimu darasa la saba shule ya msingi Moma. Na nashukuru kwa, kwa kupata zawadi hii, begi, daftari na mkebe. Bila Door of Hope nisingepata zawadi hii na ananipa hamasa. Naahidi nitasoma kwa bidii na nitajitahidi kwenye mitihani ni faulu kwa majina yanaitwa Asha Ali Mgema, mwanafunzi wa shule ya msingi Moma. Nashukuru sana shirika la Door of Hope kwa kutetea zawadi nzuri ya madaftari, begi na mkebe. Nimepata furaha isiyo na kifani, na naweza kwenda kusoma kwa bidii, na kama maagizo ya Door of Hope kwenda kusoma kwa bidii. <coughs>